Usiangalie mazingira yanayokuzunguka, usiangalie hali iliyopo kwenye maisha yako ili kuweza kupata unachotaka kupata au ili kuweza kufika unapotaka kufika. Chochote ambacho unataka kupata, usiangalie mazingira yanayokuzunguka, usiangalie hali ya mazingira uliomo, usiangalie vile ambavyo unajiona upo, ili ufike unapotaka kufika ah -ah. Kwa sababu hautegemei chochote cha mwilini kufika unapotaka kufika, unamtegemea Mungu peke yake kufika unapotaka kufika, hautegemei chochote cha mwilini. Uwe vile unavyotaka kuwa, unamtegemea Mungu peke yake. Uwe vile unavyotaka kuwa, hautegemei chochote cha mwilini. Upate unachotaka kukipata, unamtegemea Mungu peke yake, upate unachotaka kukipata. Ukishamtegemea Mungu peke yake kwenye jambo lolote, maana nini? Unaacha uwezo wake uingie na kutenda kazi, unaruhusu ukubwa wake uingie na kutenda kazi, unaruhusu nguvu zake peke yake ziingie na kutenda kazi. Ukisema Waebrania sura ya 11 mstari wa 2 inasema, kwa hiyo wazee wetu walipokea, hadi Kiingereza kinasema kwamba kwa hiyo imani wazee wetu walipokea good report, walipokea taarifa nzuri. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo imani, sababu mstari wa kwanza unasema imani ni kwani, kama mambo yatajua hayo, baada mambo yasiyoonekana. Mstari pindi unasema, kwa hiyo, kwa hiyo ni kwa hiyo imani wazee wetu wali obtain inasema wali obtain Good report. Makini, kwa imani ni imani peke yake inaweza kumfanya mtu na yeye obtain apate, apokee good report, taarifa njema, upate majibu, upate chochote chema kwenye eneo lolote na maisha yako. Yakobo sura ya 2 mstari wa 18 hadi 26: ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mmoja wenu akamwambia endeni zenu kwa imani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape kwa mahitaji ya kimwili, yafaa nini hivyo? Hivyo na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nioneshe imani yako pasipo matendo nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe wa wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Je, baba yetu Abrahamu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ili- ilitenda kazi pamoja na matendo yake ya kwamba imani ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake. Maandiko yakatimizwa yaliyonena, Abrahamu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwa, mwana kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani, si kwa imani peke yake. Hivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje, kwa, akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Nasema hivi. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo ni, ni matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Namna gani ya kuonyesha imani yako ni kwa matendo yako. Matendo ndiyo kitu pekee kinachoionyesha imani yako kwenye eneo lolote ambalo unamwamini Mungu, matendo yako yanaionyesha imani yako juu ya hilo eneo. Ndio maana anasema yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo, je, ile imani yaweza kumwokoa? Maana imani yoyote ambayo haina matendo haiwezi kumwokoa mtu, huyo hawezi kampa majibu, hawezi kampa matokeo. Anasema vivyo hivyo, imani pasipo kukua ina matendo imekufa nafsini mwake kwa kuna watu wengi sana waweza wakawa na imani ila wana maiti za imani. Ni sawasana mtu ana mtoto dogo labda afu amekufa, yuko ndani, atabaki na mwili wa marehemu, lakini yule mtoto hayupo tena, ila ana mwili ndani. Mtu ameoa au ameolewa, mwenza wake akafa, hajazikwa ndani ya nyumba, atakuwa naye, lakini ni maiti. Hawezi kumsaidia chochote, hawezi kufanya chochote. Kwa kuna watu wanasema tuna imani lakini zimekufa. Sikiliza. Kuto kutenda ni kitanzi cha kuua imani yako. Nasema imani pasipo matendo imekufa nafsini. Kwa hiyo ukisema unamwamini Mungu juu ya jambo fulani, lazima uchukue hatua kwanza kutenda juu ya hilo eneo. Usipotenda unaua ile imani yako. Utabaki nayo ndani lakini ni maiti. Mwisho wa siku itaanza kukunukia. Unajua msura ya 19 unafresha una nasema hivi, wewe waamini ya kuwa Mungu ni Mungu ni mmoja. Anasema sawa unatenda vema, mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa hiyo yeye anakuambia kuamini sio issue. Yaani imani sio issue. Kila mtu anaweza kuamini, kila mtu anaweza kuamini, kuamini sio issue. Ila kuchukua hatua. Sema hata mapepo wanaamini, wanasema unaamini kwamba Mungu yupo ni mmoja. Hata mashahidi wanaamini tena, wao wao wa zaidi yako wanaamini, hadi ya wanatetemeka. Ila tu kwa nini hayabadiliki? Haachukui hatua ya mwelekeo wa vile wanaoamini. Wanaamini, ila kuchukua hatua ya mwelekeo ule wanaoamini huo, uwezo ndio hawana ndani yao, walishondodo huo uwezo. Sisi tunao. Kwa ukimwamini Mungu, lazima uchukue hatua ya imani yako. Ukichukua hatua ya imani yako, unafanya ile ya imani yako itende kazi. Kwa hiyo imani ina uwezo wa kutenda kazi yenyewe, ila matendo yako ndiyo nguvu inayowezesha kutenda kazi. Ni sawa sana mtu ambaye hali ha, hajaza ana njaa, huwezi kupeka kwenye mashindano, sababu kinacho kufanya utembee ukimbie ni ile nguvu ya chakula ambacho umekula. Kwa imani ukinyima matendo unaiondolea nguvu ya yenyewe kutenda kazi. Sababu wanasema imani hutenda kazi pamoja na matendo, pasipo matendo sema imani haiwezi kutenda kazi, kamake matendo yako ndio anayoipa nguvu imani itende kazi, kwa inaweza kawepo. Ni sawasawa na tochi. Zamani, kabla kabla umeme haujaja, tunatumia matochi ya beti beti. Isipokuwemo nguvu ya ile group kuwaka, haiwaki, kwa, haitoi mwanga, lakini uwezo wa kutoa mwanga inao. Ili itoe mwanga, lazima nguvu, lazima beti ziwemo, ukiwasha, itoe mwanga. Ruku ikiisha, zinazima, haimaanishi kwamba kuzikawaka. uwezo wa kuwaka upo, ila inahitaji nguvu ya umeme iingie, ili iwake kwa hiyo anasema imani bila matendo haifanyi kazi. Kwa hiyo kinachofanya kazi kuzalisha matokeo kwenye maisha yako sio nguvu zako, sio uwezo wako, ni imani ndani yako ndio unayofanya kazi, ila hiyo imani inahitaji nini? Matendo yako. Msomeshaji anasema je, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Kwa maana imani zikawa tasa, inalia kila kukicha, ndugu yangu, ndugu yangu, ndugu, tumbo langu liko tayari kubeba. Mungu ni Mungu mwenye haki, matendo yako ndio yanayothibitisha haki yako kwa Mungu. Nasemaje? Baba yetu Ibrahim hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo, hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo. Maandiko yale yakatimizwa, yalionena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. kwa kwahiyo, maana yake nini? Mungu hakupe chochote ambacho sio haki yako, chochote ambacho haonyeshi matendo, anahesabu kama sio haki yako ukikipata sasa, una umezurumu kwa. Kama una chochote kile, ili kihesabiwe kuwa ni haki yako, weka matendo, weka matendo, inahesabiwa ni haki yako. Nikisha hesabiwa ni haki yako, utapata kwa sababu ni haki yako. Tunalalamika labda nchi si nini, haki haki haki, kwa sababu ni wanadamu. Mbele za Mungu, Mungu ni mwenye haki, hawezi kuzurumu cha mtu, hawezi kumnyima mtu haki yake. Yeye ni Mungu mwenye. Kwa kwenye eneo lolote ukiweka matendo, Biblia inasema inahesabiwa kwako kuwa ni haki. Ikishahesabiwa kwako kuwa ni haki lazima haki ya kwako kwa itimizwe. Ndio maana Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake, kwa sababu ni sababu, imani inapatana na matendo. Ukiweka matendo kwenye kitu unachomwamini Mungu kwacho, kinahesabiwa kuwa ni haki ya kwako kwa kwa. na lazima kiachiliwe kwako kwa.